Swala la askari polisi kujitambulisha kwa mwananchi ni la lazima, lipo kisheria kwa mwananchi kulingana na mazingira, kwa sababu kuna mazingira askari anaenda kumkamata jambazi. Wewe utaanza jambazi ana silaha, unaanza kumtolea kitambulisho mimi ni askari, ha mazingira hayo hayataruhusu, lakini katika masuala haya ya kawaida, mwana askari polisi amekuja kwako, anataka kufanyia upekuzi, kwa mfano, sheria inamtaka askari polisi ajitambulishe na akuonyeshe kitambulisho na kama ni upekuzi akuonyeshe hati ya kupekulia ni kuwasaidia wananchi kuacha kutapeliwa kwa hiyo ni, ni haki yake mwananchi kujithibitishia kwamba yule aliyeenda kumkamata ni askari polisi unakuta mtu ametekwa na polisi polisi gani hata simjui amejitambulisha hajajitambulisha gari namba sijui namba gani land cruiser, maland cruiser hapa kila idara ya serikali inatumia mwananchi anapokuja mtu anakuja kukukamata kama kukukamata na akasema yeye ni polisi, lazima ujithibitishie ni polisi gani na ametokea wapi.